Naam, bwana, show ya Diamond Platnumz kule Uganda, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kule Uganda bwana, eh, ni kwamba hivi karibuni tu Diamond Platnumz ya juzi alifanya show katika moja kati ya stadium kubwa tu huko nchini Uganda. Kitu ambacho kimetokea ni kwamba wale wasanii wa Uganda ambao wanafanya vizuri kama vile kwa mfano, Grammy nominated Eddy Kenzo, msanii kutoka huko Uganda, amezungumza kwa upande wake, jinsi ambavyo ameshangazwa sana na show za Diamond Platinum nchini mwao, ambapo amelipwa kiasi kikubwa sana cha fedha tofauti na wasanii ambao wa hata pale pale Uganda. Hii issue sio mara ya kwanza imetokea Uganda. Hii issue kwa upande wa Diamond Platinum amekumbana nayo hata Kenya. Wa Kenya nao pia walikuwa na complain kuhusiana hiyo la la hilo swala la Diamond kulipwa pesa nyingi kuliko wao na ni kitu ambacho kimekuwa kikiwaumiza kwa muda mrefu, lakini pia hii imetokea mpaka Uganda, jambo ambalo limeonyesha kabisa kwamba Diamond sasa hivi vita anazopambana sio tu za hapa hapa Tanzania. Ni kwamba imekuwa sani ya Afrika Mashariki yote kwa ujumla imekuwa ikikerwa e, na mafanikio e, na kupanda kwa thamani kwa msanii huyo Diamond Platnumz kwa kiasi kikubwa ambacho anacholipwa kulinganisha na wasanii wengine hata wazawa wa nchini kwao, kwa sababu hii ilitokea Nigeria, ilitokea Ghana lakini pia ikatokea Kenya, sasa hivi imetokea Uganda. So page mbalimbali zimeripoti kuhusiana na hili jambo. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba mwanamuziki wa Uganda Eddy Kenzo ameonyesha kutoridhishwa na namna ambavyo wasanii wa ndani walivyo, eh, walivyotendwa kwenye tamasha la Coffee Marathon lililofanyika hivi karibuni huko Uganda. Eddy Kenzo ambaye pia vilevile aliambatana vile na mkewe mbunge Fiona nyam, Nyamtoro alitumbuiza jukwaani lakini alidai kuwa wasanii wa Uganda walipuuzwa, huku msanii wa Tanzania Diamond Platnumz akiwa amepokewa, amepewa mapokezi ya kifahari zaidi. Edy Kenzo alisikika akisema kwamba walimpa Diamond hadhi ya kifalme jet binafsi yani private jet, wakampa kipaumbele kwenye sound check. Sisi tulipewa hela ya mafuta tu. Ilikuwa kama sisi sio wasanii. Alisema hivyo Kenzo kwa, mas, kwa msisitizo na masikitiko makubwa. Edy Kenzo amesema kuwa, amesema kwamba tukio hilo lilikuwa na mpangilio mbovu huku waandaaji waki wakimuinua zaidi Diamond hadi kuwafanya wasanii wa ndani kuonekana kama vile hawana thamani. Edy Kenzo pia alisikika akizungumza akisema kwamba eh, kujifanya kwake star kulizidi mipaka na kuumiza, na kuumiza hata sekta yetu ukarimu ule ungeweza kuelekezwa pia kwa wasanii wa nyumbani, aliongezea Edy Kenzo. Kwa kusema hivyo pia, vile vile, ni kwamba matamshi hayo ya Edy Kenzo yameongezewa uzito na yameongezea ya uzito zaidi mjadala ambao ulikuwa umeanza mtandaoni kuhusiana na matumizi ya fedha kubwa kwa wasanii wa kigeni wakati vipaji vya ndani vikipuuzwa. Hii ni changamoto kwa serikali ya Uganda na waandaaji wa E, wa kutafa, wa, na waandaaji kutafakari jinsi ya kuinua sanaa yao pia ya ndani ili e, kuweka usawa na kuto kuwatupa wale wale wasanii wao kwa kuwapa mstari wa mbele wasanii wanaotoka nje. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa hiyo Edikenzo ame amesikitishwa sana na kitendo hicho the same same kama nchi nyingine, jinsi ambavyo Diamond anavyoendaga kuharibu mazingira ya utamaduni uta na utaratibu na kufanya wasanii wa humo wajisikie wivu. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Edy Kenzo bwana ameonyesha masikitiko yake na ameeleza wazi kwamba eh, amesikitishwa ame na jinsi ambavyo wasanii wa Uganda walivyokuwa treated ukilinganisha na msanii kutoka Tanzania Diamond Platinum. So ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.